Logo sio picha tu, ni utambulisho wa biashara yako, na hizi ni sababu kwa nini kila biashara inahitaji logo. Kumbuka kwamba watu wanakumbuka picha kuliko maneno. Unapokuwa na logo nzuri, unawajengea watu picha ya kukumbuka biashara yako kila wanapokutana na biashara. Kwa mfano mimi huwa nakumbuka picha zaidi, mfano, nakumbuka logo zaidi kuliko jina ya biashara. Yani, nikiona tu picha tayari najua kwamba hile ni biashara fulani. Mfano tu nikiona ile tu Nike sio lazima nisome au nikiona Apple sio lazima nisome. Kwa hiyo mimi nikiona kile nakumbuka, lakini neno Apple inawezekana kanipotea, lakini logo ni rahisi. Kwa hiyo ukiwa na logo nzuri, unaotengenezea wateja wako mazingira ya kukumbuka biashara yako kwa haraka zaidi. Sasa iko hivi, logo inaongeza imani ya biashara yako, kwa maana unapokuwa na logo nzuri, mtu anapoona logo nzuri anaamini kwamba huyu mtu yuko serious na biashara yake. Kwa hiyo ni tofauti ambao unaweka picha yako binafsi kwenye biashara, lakini ukiwa na logo mtu anaamini kwamba yaani unajenga uaminifu kwa mteja, yani unajenga uaminifu kwa mteja wako. Anapoona logo yako nzuri, anaamini kabisa huyu mtu yuko serious na anachokifanya au hii biashara, hii service iko serious na kitu anachosema. So, kabla ya kuendelea kukuongelea kuhusu logo ningeomba ni nikukwambie kukukwambie kuhusu hili. Hii ni zawadi. Ah, Tanzua Business Service ni watengenezaji wa logo mahiri. Ukitaka logo ya biashara, ukitaka, uh, ukitaka logo binafsi au ukitaka logo ambayo unataka uipe brand yako. Kwa hiyo wasiliana na Tanzua Business Service. Ingia kwenye Instagram hapo, andika tu Tanzua Service, halafu DM mwaambie, "Hey, nataka logo nzuri." Na logo hizo utazipata kwa bei nafuu. Kwa hiyo kuna umuhimu wakuwa na logo na um, logo sio logo tu, inatakiwa una logo nzuri. Kwa hiyo Tanzua Business Service wanakutengenezea logo ambayo ni sahihi, ambayo inaendana na biashara yako. Kwa hiyo logo ambayo inaweza kukutambulisha kimataifa na kwa wateja wako kwa ujumla. Asante sana kataka kuangalia chaneli yetu ya GDA. <tune>